E, bwana mambo vipi? Fresh, kwema. Ah, kwema kabisa. Bwana, nami nataka tupige story. Nasikia unaijua miji mikuu ya dunia? E, duniani miji mingi sana mm, naifahamu nchi nyingi, bahati mbaya tu. Hika. Ndio, nakwambia bahati mbaya tu ni kwamba sijabahatika kuweza kufika. Kwa hiyo umeishika tu. Eh, ni miji michache ya dunia ambayo naifahamu. Naomba, kwa maana kufika, lakini kuifahamu hivi, naifahamu mingi sana na hii ni kwa sababu ya aina ya kazi ambayo tunaifanya Hmm. Tuanze. Eh, eh, unaweza ukanitajia mji mkuu wa Brazil? Brazil unaitwa Brasilia. Eh, eh, haya mji mkuu wa Cameroon? Cameroon unaitwa hmm. hmm. Mm. Yaounde. -hmm. Angola. Angola unaitwa Luanda, sio kama ile Rwanda ya nchi ile. Hmm. Luanda, Angola. haya hmm. hmm. Ufaransa Ufaransa wao wanaita Paris. Wale mm, wanafuatilia mpira ndo makao makuu ya timu kama vile Paris FC na Paris Saint-Germain. Eh, ndo hivyo Ureno. Ureno jina la mshoni wanajina kama la kwangu. uh -huh. uh -huh. Lisbon. Eh. Lisbon, mji mkuu Ureno. mm. Bwana umetisha. Bukina Faso. Bukina Faso, mji wao unaitwa Uagadugu. Nasikia, unatusumbua sana tunaposoma taarifa ya habari, ndio habari. London ni mji mkuu wa Uingereza. Bwana umeshika yote? Eh yeah, ndo zinatokea timu nyingi kama vile Arsenal. Eh mm. Yeah, na timu nyingi sana pale London zinatoka mm. timu. Na timu. Nchi nchi hizi umezishika mm. sana sana nchi kubwa kubwa hizi. Nyingi sana. Hebu nitajia hata nne hizi tano. Kama labda Yemen. Mji wake mkuu naitwa Sanaa mm. Mm. Mm. Unatisha? Ndio. Ah mimi nazijua hizi sijui Malawi, sijui Zambia. Hizo uh, ni majirani majirani zetu. Malawi ni majirani zetu, Ma, zetu. Wow. Hmm. Unaitwa Lilongwe. Zambia unaitwa Lusaka. Zimbabwe unaitwa Harare. Botswana, Botswana, Botswana, si Botswana unaitwa Gaborone. Na Misri, Misri inaitwa Cairo. Wewe ujiandika popote? Hmm. Hmm. Hmm. Hmm. So, ni eh. Nimegugia simu nimechukua, sasa hapo nimechukua simu, eh? Simu yeah. <laughs> <laughs> ngoja hapa nakukamata. Mji mm, mkuu wa Angola ulisemaje? Angola. Mm. Angola, mto Luanda, afu Bamako ni Mali. Ufaransa? Ufaransa Paris. Paris. Mm. Paris, Paris. Paris. Uingereza. Uingereza London. Burkina Faso. Ouagadougou. Hiyo Burkina Faso ndo ngumu. Mm. Mm, Mm, Cameroon. Yaunde. Wewe Yeunde bwana, wewe mi sikuwezi Spain. Uh, Spain, Madrid. mm -hmm. Mimi mm -hmm. mm -hmm. Nimekushindwa mpaka hapo. Simu yako chukua hakuna nyongeza. Kule walikumkamata yule rais anaitwa huko ni kule Venezuela Caracas. Kwa yule rais Maduro aliyekamata, aliyechukuliwa mm -hmm. juzi na, na Marekani uh -huh. Kwani unampanga kuishi nchi gani? Mimi Nchi ambayo napendezwa sana kwenda kukaa mm. Eh, kuna mji mmoja unaitwa Lima, mji mkuu wa nchi unaitwa Peru. Ndio ndio maana kukaa huko shefu. Peru yani, napenda, nasikia taarifa zao nini watu wanapenda usmi, amani sana kule, alafu nasikia watu wa kule wana kijani yani mwingi. Watu <laughs> wakule wanapenda watu